Shirika Sosine mjini Uvira wakishirikiana na shirika la kiraia la nasionaliste walikwenda kufanya zira yao kwenye mpaka wa pale Kavimvira, ama frontier ya Kavimvira ili kuona namna gani mastruture za serikali zinavyotumika kwa faida ya raia. Hapo walishirikiana naye Serge Kigwati pamoja naye Mamandaga Mariamu wa Bashimbi ili kujua kile ambacho Kinachoendelea hapo maeneo ya Kavimvira hapa, tulipata nafasi ya kwenda kuzungumza na bwana Serge Kigwati pamoja na Mariamu Mamandaga wa Bashimbi, ili wajibu namna gani walivyojionea hali inavyoendelea kwenye mpaka ya boda pale maeneo ya Kavimvira. Tunakukaribisha ili uweze kufuatilia mwanzo kabisa hadi mwisho mazungumzo hayo ambayo tuliweza kuyafanya. Usikose kujiabonea kwenye channel yetu kujiunga pia kupartaje na kulike pia kwa wengine, ili kwamba tunapotoa habari zetu wao wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Hiyo, mimi inaitwa jina na... Serge ya Kigwati nakuwa mratibu wa taifa wa Societe Civile des Nationalistes Congolais. Asante Bwana Serge ya Kigwati, leo mumefanya ziara yenu hapa kwenye boda ya Kavivira. Nini hasa ambayo ilikuwa mchango wenu kufika hapa Kavivira i <mulis> <totikin> hapa kwenye boda la, la Kavimvira baadaye ya malalamiko ya raia ambayo imekupatia, ndio tumesema kama kielekezo sisi peke, ili kuwe kuangalia ni nini ambayo inaendelea katika boda ya hii ya, ya Kavimvira. Na baada ya kufika, nini hasa ambayo umegundua? Eh, na kafika tumeingia kwenye mabiro mbalimbali, tumeona eh, df kuambia mo. kama kama mtu anapasha kupata madokumenti yake anapasha pata umwe document tatu, amekwambia dokuma ya kwanza ni passeport, na ile pasepor inakua na validite yake kut uingie muinchi ya jirani inakuwa na siku, siku tatu. Hiyo siku tatu ikisha afika, na uku hawakutia visa, visa directement unakuwa unakuwa mpenalite. Na wakatuambia hivi tena, aliye nayo nayo inakuwa na siku tatu na CPG jo inakuwa na siku makumi tatu siku makumi tatu unaikala mwa hiyo nchi. Wakati ile siku makumi tatu umeenea, unaweza ukaende mbele. Kabla hiyo siku makumi tatu ya eneo, unaenda kwenye nchi yako, unarudia tena, wanahesabia tena ingine mwezi mmoja eh, kama siku sekozee. Lakini wakati ambapo wametuesplike vile, ikaonekana kama sisi wakaaji, sisi raia tunakuwa hatujui sheria ya hivyo vigezo ambayo eh, watu wenyewe wanatumika kwenye boda wanakuwa wanatupatia ndio yeah. Maana tukasema yeah. Kama yeah. Tunafanyaka yeah. vitu vingi me hatujui atujui ni nini ambayo enye tunapasha fanya. Sasa wa, wa raia wa mingi wa juwaki ile wanaona tu kama washauza CPGL na CPGL yake iko na validite anaona. E, iko na validité anaenda, kama inchi ya Burundi anaweza akafanye meme, anafanya iko kule, wakati yenye anafika, wanamwambia hapana, kusha kwa mwiregularité, auruhusiwi tena, unakuwa na amani. Amesema wamemwibia parce que eh, CEPGL yake inakuwa ikingaliki na validité, yaani ikingaliki ya mupya oo, tukaambia oo, akatuambia kama CEPGL inakuwa na validite ya masiku makumi tatu siku makumi tatu ndani ya hiyo nchi lakini ukishaona kama siku zinaenea siku makumi mbili na kenda unapasha kurudia kwenye nchi yako, unarudia tena wanakugongea tena, unapata ile siku makumi tatu. Wakatuambia nako iyo tenali tenalie de passeport. inakuwa na siku tatu siku tatu mwa hiyo inchi, na wakati yenye unafika hiyo siku tatu unaenda wanakugongea ile visa. Hiyo visa njo inakuwaka, namaanisha siku yenye utaikaa mwa hiyo inchi, wakati yenye wanakupigia visa. Lakini kama ukupiga visa manake ni hiyo siku tatu, na ile siku tatu ukienea wanakushika na unapewa amani, ndio ile ambayo yenyewe wametuambia. Tumeenda tena fasi ya hygiene, wametuambia kama donc par rapport on est arrêté, ambayo yenyewe anakuwa arrêté ministeriel juu ya hygiene de frontière, inaruhusiwa magari yote ambayo yanatoka nchi ya kigeni kwa kuingia ndani ya Kongo inapasha kuwa wanapasha kudesinfecte ayo, wanapasha kutia dawa paske ile iko ni nomenclature ambayo inaundwa na, na ministeri ya sante en de frontiere don inapasha kulipiwa na magari na mabei. Ni nomaklature ambayo yenyewe iko bien etabli na, na serikali yetu ya Kongo. haikwaseme ni kitu ambayo yenyewe wanaunda ndio wanaleta, hapana, ni Kongo ndio inaleta hiyo nomaklature kwa kutia kwenye boda kwa kukinga watu na, na magonjwa mbalimbali mbali. Na wakatuambia tena araporo ya carte jaune ule mutu ambaye anakuwa na lesepa e iko na CPG euh, ile wakamwombe ile, ile, ile nani carte jaune, donc ameingia ameingia. Lakini kama ukishakuwa na tenalie umepasha kuombwa ile carte jaune, donc unakuwa unaenda mbali nchi ya kigeni, donc tenalie de passeport haiko tena circulation e pays de, de grand lake unaenda mwingine mainshi unapasha kupresente ku ile karte jone ndio wanatwambia, na ile karte jone inakuwa inaruhusiwa na serikali na wanakuwa wanaipanga hapa hapa kwenye boda, kwenye frontier, ndio kwenye wanapanaka ile karte jone lakini haiko kwenye hospitali ya general au zone de santé ya Uvira ndio wanapataka wanapana ile carte jaune, carte jaune imepaniwa mi hapa kwenye boda hapa kwa frontiere ndio wanakupatia wanapana ayo bei ya 35 dola kwa bora kiwati. Selon na analize yenu, kama vile watu wa société civile, wakati hizo ma intervention zote zilifanyika nini mmegundua, kama vile mchango wenu sasa kuhali kama na hii ndio mchango wetu ambao wenye tunagundua tunapata. Kwanza eh, mafasirio ambayo hatukuwa tunajua ili tuelimishe watu. Watu wanakuwa na waza, wanakuwa wanajipangia vitu ambavyo vyenye haviko ndani ya, ya kipengele ya, ya, ya serikali ambayo inapana baraporo ya agende frontier. Tumebenefisia vitu vya mingi sana, tukuwa tunajua kama wakati unauza CPG unapasha fanya mwele nchi ya watu siku makumi tatu tu, siku makumi tatu hatukuwa tunajua hili, lakini kwa kupitia vyombo vya usalama, vyombo ambavyo vinahusika na mambo ya boda, wametuambia hivyo vyote juu ya pasiporo international. Wanatuambia kama inakuwa nayo na siku tatu mwa hiyo nchi lakini ukidepase le siku tatu unakuwa na mapenalite petetre, wakupigie viza, na hiyo viza ndio nakupatia siku ambazo zenye unaweza toka katika ile nchi ya watu ambao nye ulienda kutembelea. Hivyo vyote kama sisi raia hatukuwa tunajua na ndiyo maana inakuwa vizuri kuwakati ambapo nasikia neno unapasha kwenda kuwahusika ili uwasikilize nao wambie na wewe uende sasa, na hiyo maneno uambie population namna gani wanapasha ku. Ndio tunaangazia kwake Mamandago wa Mashimbi. Na wewe pia ni miongoni mwa viongozi ambao mmejaribu kufika hapa kwenye boda ya Kavivira ili kujionea hali halisi ambapo watu wanalama kuwa kunakuwa na mateso mengi. Kwa hiyo kivyako, nini hasa ambayo mmepokea kama vile mapokezi kutoka kwa viongozi ambao mmewatembelea hapa?

Mama ndaga na wakati umepokea hiyo yote, umeona saa nyingi kama vile societe civile, mchango wenu utakuwa ni upi kwa kusensibilize people ambao labda wanafanya kitu ambacho hawajui na wakisikia kakitu wanapanda kwenye media na wanaanza kuzungumza bila kuchunguza. Upande wangu mimi, kama kuratibu wa shirika la kiraia lenye ni matumaini mapya, ninaweza nikashauria mtu usipande kuradio aiza kumedi kutangaza habari ambayo hauna ushahidi. Unafanya kwanza besante, uwasikilize wenye kuhusika na hiyo kazi, ni pale unaweza jua. Utasema hio upande wa antifrode fraud na DP mbere, ni kujadresee tu kwa buberema centrale. Nirahisishie wa mama, wamama, wamama wanalalamika sana, ni lile jambo ambao nimeona serikali iende upande sababu wafanya biashara wengi mali ya mpaka wa Bugo na kungini, akina mama na hali ya mwingine ingali zinazoroda, serikali ndiangalia upande rishe wa mama eh, i regle kidogo kka